Leo siku ya tarehe kumi mwezi wa nne, shina tano, e, wa nne na elfu mbili na ishirini na tano leo hii mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Mughwai Lissu amefikishwa mbele ya Mahakama ya Hakimu Mkazi hapa Kisutu ila swamu e, baada ya kuwa ameshikwa jana kwatika msingi ya

pinga mfumo mzima wa uchaguzi ilikuwa ni kuchochea nakuza, afisha, amba, uasi na kusababisha kufanya kwamba uasi dhidi ya Jamhuri ya Muungano ya, ya Tanzania. Sasa kwa kuwa mahakama hii ya, ya, ya hakimu mkazi wa Kisutu haina mamlaka hayo kwa sababu kesi itasikiwa yeah. na mahakama kuu basi swala hilo limetajwa, na kwa kuwa mahakama haina mamlaka na kosa hilo halina dhamana kiti wa Chadema Lissu hajapata dhamana na kuweza kusema lolote kuhusiana na mashtaka haya. E, baada ya hapo kukawa na kesi nyingine ambayo ni kesi ya jinai imefunguliwa katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu, na mahakama hii na ina mamlaka ya kusikiliza, ilikuwa na mashtaka matatu, shtaka la kwanza likiwa ni la dhidi ya kauli alioisema kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa jinsi ambavyo uliendeshwa na jinsi ambavyo wagombeaji wagombea wa Chadema walianguliwa vile. saka la pili kuwa nahusiana na kuzungumzia mzima ahaji uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mzima wa nchi yetu, na kesi ambazo zilvie kota la tatu inasikilizwa na majaji ambao wameteuliwa na nani? na mwenyekiti wa CCM ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa, wa, wa, wa, wa, wa Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa ni mashtaka ambayo yanahusiana na zile kauli za kisiasa na za kuelimisha umma ambazo mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Lissu alizitoa mnamo tarehe tatu ya mwezi e, wa 4 elfu mbili na ishirini na tano. Lissu ameyakana mashtaka haya yote matatu na upande wa mashtaka wamesema kwamba upelelezi umekamilika na ukaomba kwamba kesi siku ya, ya, ya, ya uchunguzi Ita e, wa awali au maelezo ya awali ipangwe sio mbele sana, na mahakama ikaridhia maombi yao kwamba ipangwa itapangwa kesi tarehe ishirini na nne ya mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano na mahakama vilevile ikakubali maombi ya utetezi, wakili wa utetezi kwamba makosa haya matatu yanadhaminika, basi jaji ya, ya, hakimu wakatoa sharti uh, kwamba Lissu adhaminiwe na mdhamini mmoja ambaye anaeleweka, ni vitambulisho vya NIDA na barua ya serikali za mtaa. Mdhamini eh, amejitokeza na amekubaliwa na mahakama, amebakiza tu sharti moja tu la kuleta barua kutoka serikali ya mtaa. Sasa hiyo ndio hali ya Lizi ambayo imejitokeza. Kwa hiyo kesi itakuja mnamo tarehe ishirini na nne mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano katika ile kesi ya kwanza ambayo ni ya uchunguzi wa awali. Upande wa wa mashtaka umesema kwamba upelelezi haujakam lakini katika zile kesi ya pili matatu, wa wa, uh, mbitezi, tayari, ya mashitaka matatu wamesema upelelezi umekubirika. Sisi kwa upande wa mawakili wa utetezi huko tayari kuweza kupambana kutetea mteja wetu kamili kwamba haki uko kwake, na itakuwa ni nafasi nzuri sana kuweza kutoa somo la haki za kisiasa na za kiraia za raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itakuwa ni fursa adhimu ambayo mahakama hii itatumika. Kwa hiyo wananchi wajiandae kuweza kuona namna gani kupitia mahakama mfumo wa uchaguzi ulipokuwa mbovu utakavyoweza kuanikwa hadharani na mwisho wa siku kuweza kuweza kuonyesha kwamba utetezi wa mtetezi wa nini, mashtaka ambayo yameletwa dhidi ya mwenyekiti Tundu Lissu yanaweza kuonyesha kwamba yalikuwa na ukweli gani. Kwa hiyo utakuwa mtetezi wa msingi sana ambao utakuwa ni somo kubwa kwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawakaribisheni sana tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Asante.